Tume imebaini changamoto ya hifadhi na baadhi ya taasisi kutokuwa tayari kikamilifu e, kutekeleza matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi hususan katika usajili na uteuzi wa maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi. Baadhi ya taasisi bado zinaendelea kukusanya na kuchakata taarifa binafsi bila kukamilisha matakwa ya sheria. Napenda kusisitiza kuwa kuto, kuto kutekeleza matakwa ya sheria ni ukiukaji wa kisheria unaohatarisha faragha, usalama na haki ya wananchi. Katika kutekeleza wajibu wake, tume imejipanga kuanza ukaguzi wa uzingatiaji compliance audit. Amna kitu mwanadamu amesitirika kama aliyeleta wazo au utaratibu wa kuvaa nguo. Uongo. Ah, si kwamba tuna makovu au tuna nini lakini, ashumu tu eh, ili Mungu alivyokuumba tu. Ingekuwa ni kila mtu anaweza kuona uhalisia wake, kuna watu wasingetoka ndani, uongo hwe. Ndio umuhimu wa kutunza faragha. Kwa hiyo tu, tu, tujikite hapa tuulize maswali tutumie vizuri huu muda eh, walao eh, tukitoka tukawe msaada kwetu binafsi pamoja na na wote wanaotuzunguka. Kwa mkurugenzi kutoka e, mtindo wapo karibuni wa watu wanalipa ili apate e, video zako za ambazo usingependa wewe zionekane. Sasa na sisi tungependa kusikia faini zenu, na zenyewe zinakuwa kali mno kwa watu wa namna hiyo, na zenyewe ziume kama ambavyo faragha yako ikitoka Eh, ile pichi unayo ii vioane na adhabu eh, sio tena adhabu za kubembeleza. Mafunzo yasi kwa ajili ya mashirika bali hata kwa mtu binafsi katika ku, kujijenga na kujua mipaka ya uwezeshaji wa katika amini kuto ku, kudhuru mtu au Ku, taarifa za mtu binafsi katika, unajua binadamu wanakaa katika kuropoka na special kipindi hiki cha uwazi unaongezeka, na hizi taarifa zimekuwa zikiwa, zikiwa misused, lakini kwa mfumo huu ambao tukienda nao kisheria sasa ambao tunafundishwa mafundisho haya, mafunzo haya, kwa kweli inabidi kazi za juhudi zifanyike zaidi yani, mimi kama mimi niwe kio licha kampuni hata kwa jamii, kwa sababu udhaifu huko mwingi sana katika mazingira tunayoishi kwenye taasisi zetu hizi hasa za umma, tunaona tunamiliki taarifa nyingi sana za watumishi, hasa sisi maafisa tawala na utumishi. Kwa hiyo, kwa mafunzo haya hapa yatatusaidia sana kujua jinsi ya kuhandle hizi taarifa bila kuathiri sheria yoyote kwa watumishi wetu na jinsi ya kuzilinda taarifa binafsi za watumishi wetu. Mafunzo haya ni mafunzo bora kwa kipindi hichi, yamekuja wakati sahihi Especially kwa sisi ambao tunadili na wateja direct kwa watu moja kwa moja kwa hiyo, yataenda kutujenga zaidi na kutufanya tujue na tutambue jinsi gani ya kuhifadhi taarifa sisi wenyewe kama kampuni na wateja kwa pamoja. Katika mafunzo haya, binafsi nina vingi ambavyo naamini vitanifaa binafsi na pia kwa ajili ya kampuni na hata kwa ajili ya watu wengine katika kuwae, kuwaelimisha namna ya kutunza siri ama taarifa za watu binafsi. Mfano naweza nikatolea si, uh, kwa kampuni yangu mimi tunafanya kazi na watu mbalimbali vibarua, masuppliers ambao wanatupatia taarifa zao na sisi tunawapatia taarifa zetu. Bongo Play TV.